Kampuni. Sasa ni niende kwenye thamani ya madini yaliyomo kwenye makinikia kwenye makontena kuanzia mwaka 1998 mpaka mwaka 2017. Uchunguzi wa kamati ulibaini kuwepo takwimu mbalimbali kwa idadi ya makontena yaliyosafishwa nje ya nchi kuanzia mwaka 1998 mpaka mwaka 2017. Hata hivyo Kamati iliamua kutumia takwimu kutoka, kutoka idara ya forodha na ushuru wa bidhaa TRA, kwa kuwa moja ya majukumu ya idara ya hiyo ni kukusanya takwimu za biashara, takwimu za bidhaa zote zinazosafirishwa nje ya nchi kupitia bandari, viwanja vya ndege na mipaka ya nchi. Kutokana na chanzo hicho, idadi ya makontena yaliyosafirishwa yalikuwa 44277 kwa kiwango cha chini, na kwa kiwango cha juu container 61320 kwa kiwango ambapo eh, eh, kwa kiwango cha juu kutoka kwenye vyanzo vya uchunguzi, wakati taarifa iliyotolewa na makampuni ya mawili ni kontena Nane, siwini, mbili, nasabili, nafikiri. Sasa nataka niende kwenye viwango vya dhahabu kwa uzito na thamani kwa miaka hiyo, kwa kipindi cha mwaka 1998 hadi mwaka huu Machi, kiwango cha viwango eh, uh, viwango vya dhahabu kwenye makinikia, Mheshimiwa Rais, viwango vya dhahabu vilikuwa na wastani wa kilo 28 za dhahabu kwenye kila kontena ukitumia kiasi e, hicho kwa makontena 44277 na unakuta ni tani 1240. Kiasi hiki kina thamani ya shilingi trilioni 108.6 na sawa sawa na dola bilioni 49.12. Akitumia kiwango cha juu cha dhahabu kwa kontena moja, unakuta ni kilo 47, ambayo ni kilo 47.5. Kiasi cha dhahabu katika makontena 44277 kitakuwa ni tani 2103, ambayo thamani yake katika shilingi ni sawa sawa na trilioni 188.32, trilioni 188.32 viwango vya madini ya silver, copper, sulfur, iron, nickel na zinc kwenye makinikia inaza na madini ya silver. kiwango cha silver kilikuwa ni wastani wa kilo moja, point moja sita point moja kwa kila container. kwa kutumia kiwango hicho kwa kila container na container elfu arobaini na nne mia mbili sabini na saba utakuta ni thamani ni, sana unapata tani 270 za silver na kiasi hicho ni sawasawa na shilingi bilioni 329.66. Kwa kutumia viwango vya juu unapata tani mia tatu na tisa ambapo thamani yake bilione, ni sawasawa na bilioni 378.3. Madini ya kopa, kiwango cha kopa kilikuwa na wastani wa tani wa wa kilo elfu tano mia mbili na ukitumia kiasi hicho kwa kontena 47 unapata tane eh laki mbili kiasi hiki ni sawa na shilingi za Tanzania trilioni 28. Hicho ni kw kwa kiwango. Kwa kutumia kiwango cha juu cha kopa unapata kwamba unapata ni kilo uh, la299 ambapo thamani yake ni sawa na shilingi trilioni 3.72 madini ya salfa. Madini ya salfa, kiasi cha salfa kilikuwa ni wastani wa kilo elfu saba mia nane, kwa kotena 4277 unakuta ni tani laki tatu arobaini na tano mia tatu sitini na kiasi cha e, bilioni 277 nukta tatu 9. Uh, madini ya aya, kiwango cha aya kilikuwa na wastani wa kilomi 54, uh, na kwa kontena 422 unakuta ni ni tani 239, uh, kwa tani 239.95 239, kiasi cha aya kina thamani ya shilingi za Tanzania Eh, eh, eh, bilioni mia tatu na nane nukta mbili kwa kutumia kiwango cha wastani. Kwa kutumia kiwango cha juu katika kontena hizo eh, kontena elfu sita mia moja unakuta ni, ni, ni shilingi eh, eh, bilioni mia nne eh, kumi na tano nukta tisa nne niko kiwango cha zinki kilikuwa ni wastani wa wa 54 kg na kwa kontena 40,277 unakuta ni sawasawa na thamani yake ni sawa na shilingi bilioni 8.42. Ukitumia kiwango cha juu eh, kilichopimwa kwa makontena ni kwamba ni sawasawa na kilo ambacho ilikuwa ni kilo 65.8 kwa kontena 44 277, inakuwa na uzito wa tani 2913 na thamani yake inakuwa ni trilioni 16.66. Niko kiwango cha niko kilikuwa ni hicho hicho tani 2 na thamani unapata ni thamani yake ni kama shilingi trilioni eh, eh, 13.22, iliyopimwa na kwa kiwango cha juu ni sawa sawa na bilioni 37. Na madini ya kundi la platinum, rodia, kiwango viwango vya rodia vilikuwa na wastani wa 0.034 kilogramu tumia kiasi hiki cha kwa kontena 1,477, itakuwa na kiasi cha tani 1.5 ambayo thamani yake ni bilioni 105.7 kwa kutumia kiwango cha juu, eh, ambayo ni 4.75 kilogramu katika kila kontena, unakuta kwamba thamani yake ni bilioni 2426 iradia katika kila kontena ilikuwa ni kilo sita pointi nne kwa, kwa idadi ya kontena 42277 itakuwa ni saa na thamani yake ni bilioni 17 pointi moja tisa kwa kutumia anza juu kwa matokeo tena ni kwamba kila kontena ni kilo 13.75, kwa kutumia idadi ya kontena 74, kitakuwa ni tani mia 6 na thamani yake ni trillion 36.9. Viwango vya metali za rare earth elements transition elements na light elements iridium radium ilikuwa ni wastani wa kilo 3.7 kwa kila kontena. Kwa idadi ya kontena 44277 ni tani 164, thamani yake ni shilingi 1.9 trilioni, karibia trilioni mbili, na kwa cha juu ni tani 217 na sawasawa na shilingi trilioni 2.6. Belgium kwango cha Beliam kilikuwa wastani wa kilo 194 kwa makonten 44277 ni sawasaa na tani, thamani yake ni bilioni 96 p. Kwa kutumia kiwango cha juu cha Beliam, konteina hizo ilipuwani saasani kilo 2 eh, shir kwa kila konteina jumla yote iakuwa ni na kilo 1900 na 1510 na na thamani yake ni shilingi 1.3 e, trillion. Na ya mwisho nyingine inaitwa tantalum ilikuwa na wastani wa kilo 11.7 na kwa na kwa idadi ya konteina ya 44277 ni, ni, ni, ni tani 518 na thamani yake ni sawa sawa na shilingi uh, bilioni 3.87. Kwa kiwango cha juu ni tani 776, ambapo thamani yake kwa fedha zetu ni sawa sawa na bilioni 448.88. Lithium ya mwisho, ni kiwango cha lithium ilikuwa wastani wa kilo elfu 21.5 kwenye kila kontena kwa kilo kwa kwa, kontena 44277 itakuwa na kiasi cha tani 952. Kiasi hiki ni trile, ni sawa sawa na trilioni ni bilioni 164.82, na kukilango cha juu ni kilo 29.8, ambayo thamani yake ni sawa sawa na bilioni 228. Mheshimiwa Rais, jumla ya thamani ya madini katika makonteina 44277 yaliyosafishwa nje ya nchi katika kipindi cha mwaka 1998 hadi mwaka huu Machi, kwa kutumia ilikuwa ni na thamani ya trilioni 325 kwa kiwango hicho ni kwa kiwango cha chini, na kwa kiwango cha juu ilikuwa ni trilioni 229.9, thamani ya madini yaliyomo kwenye makinikia kwenye makontena 61,320 au ilikuwa, ilikuwa ni kama tani 1717 ambayo thamani yake ilikuwa kutumia kutumia viwango vya chini ya trilioni 149 na kwa kiwango cha juu ilikuwa silver, copper, sulfur, iron, ni trilioni 253.8. Viwango vya madini silver, copper, sulfur, iron nickel na zinc kwenye makinikia ambayo ni kilo sita point moja katika katika container ilikuwa ni sawasawa na tani ishirini na kiasi chake ni ambacho sawasawa na kiasi cha bilioni 456.55 kwa kutumia kiwango cha juu mianano, ni sawa sawa na trilioni 523.9. Madini ya kopa kiwango cha kopa ilikuwa ni 5200 na kwa na kwa kwa kutumia hivi kontena ya 1320 unapata thamani ya trilioni 3.9 kwa kiwango cha chini, na kwa kiwango cha juu ni 3.7. Madini ya sulfa madini ya sulfa ikuwa ni sawa sawa unapata katika unapata tani 478,296 thamani yake ilikuwa ni bilioni 41.18 kwa kiwango cha chini, kwa kiwango cha juu ni ni sawasawa na bilioni madini haya ni kiasi cha tani laki tatu thamani yake ilikuwa ni bilioni 59 kwa kiwango chini kwa kiwango cha juu ilikuwa ni bilioni 576 madini ya zinc ilikuwa ni sawasawa na tani 202,042 kiasi ambacho thamani yake ilikuwa ni shilingi e, bilioni 11.6 kwa kiwango cha chini. Kwa kiwango cha juu ilikuwa ni bilioni 23.1. Niko nico ilikuwa ni ni kiasi cha tani 858, thamani yake ni shilingi bilioni 18.3 kwa kiwango cha chini kiwango cha juu ilikuwa ni bilioni 52. Madini ya kundi ya platinum rodium kama ilikuwa ni kama tani 2.5 thamani yake ilikuwa ni bilioni 46 e, kwa kutumia kiwango cha chini na kiwango cha juu ilikuwa ni bilioni mia tatu. Iradium iradium ilikuwa sawa na tani mia kiwango so, kilikuwa ni shilingi bilioni 238 kwa kiwango cha chini. Kwa kiwango cha juu ilikuwa ni trilioni 51.1. Viwango vya metali uh, ya rare earth elements eh, iridium uh, uh, tani 227 thamani yake ni trilioni 2.7. kiwango ilikuwa ni e, ni tani elfu moja mia moja thamani yake ikiwa ni trilioni moja kwa kiwango cha chini na kwa kiwango cha juu ni 2, 30, 10, 20, ilikuwa na tani mia saba thamani yake ni bilioni 416.6 kiwango cha chini na kiwango cha juu Eh, lithium ilikuwa ni e, katika makontena ni tani 1318 thamani yake ni bilioni 228.26 kwa kiwango cha, cha, cha chini na cha juu ni bilioni uh, 316. Mheshimiwa Rais, thamani ya madini yote katika makontena 632 yaliyosafisha nje ya nchi katika kipindi cha uh, kati ya nane, na mwaka 1998 hadi mwaka 2017 kwa kutumia kiwango cha wastani ilikuwa ni shilingi trilioni 188.59. Jumla ya thamani ya madini katika makontena 61,320 iliyosafisha nje ya nchi katika kipindi hicho kwa kutumia kiwango cha juu ni sawasawa, ilikuwa ni trilioni 380.499. Kiasi cha mapato ambacho Tanzania imepoteza kuna chanzo na kiasi, kodi ya mapato ya makampuni ni trilioni 55 yanji yeah, kutumia zile konteina 44 277 ni trilioni 57 6. Kodi ya zuo la, la la kodi inaitwa withholding tax ilikuwa ni bilioni 944p au nisome kwa kwamba ilikuwa ni ajzo. ya kwanza kodi ya mapato ilikuwa ni trilioni 5 mia bilioni 352 mili, uh, milioni 653 559. Kodi ya zuio la kodi withholding tax ilikuwa ni bilioni 94 442 milioni 735880 mrahaba trilioni 11 147 bilioni 48 milioni 6979 gharama za meli kutua na upakwaji ilikuwa ni trilioni moja mia sita sabini na moja bilioni mia mbili themanini na moja elfu mia mbili sitini na tatu. Nirudia tena trilioni moja mia sita sabini na moja bilioni 281 milioni 263 elfu 923 jumla unapata trilioni 68,990 bilioni 557 milioni 522 elfu 621 jumla ya mapato ya serikali ambayo serikali ipoteza ni, ni, ni shilingi E, trilioni uh, 6point uh, ta uh, ti ambazo ni sawasawa na bajeti ya miaka miwili ya serikali kwa kigezo cha makadirio ya mwaka 2017/18. Aidha, robo ya fedha hizo zingetosha kujenga reli ya Standard Gauge kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza. Sasa kuna kiasi cha mapato ambacho Tanzania imepoteza tukitumia kontena moja elfu mia tatu ishirini, chanzo kodi ya mapato ni trilioni tisini na tano mia tano arobaini na nane bilioni 6 milioni sifuri sifuri sita tisa tatu tisa nane tisini na tano. Kodi ya zuio la kodi ni tisini na nane tisini na nne bilioni mia nne arobaini na mbili milioni mia saba thelathini na tano elfu mia tatu themanini. Mrabaha kumi na moja ya trilioni mia moja arobaini na saba ya bilioni mia nne themanini milioni mia nane sitini na tisa elfu mia saba hamsini na tisa. Gharamu za meli kutia nanga na upakuaji ilikuwa na trilioni moja mia sita sabini na moja mia mbili themanini na moja mia mbili sitini na tatu mia tisa ishirini na tisa jumla ni trilioni mia moja na nane bilioni mia, mia, mia nne sitini na moja milioni mia mbili kumi na moja mia nane, na nane elfu mia tisa hamsini na tano. Jumla ya mapato ambayo serikali imepoteza ni, ni, ni, ni shilingi trilioni mia moja na nane nukta nne sita ambayo ni sawa bajeti inayokaribia miaka mitatu ya serikali kwa kigezo cha makadirio ya matumizi ya ya mwaka 2017, 2018 na, na, na gharama ya kujenga reli ya Standard Gauge kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza. Kwa hiyo hapo ndio mnaweza kuona kwamba serikali imepoteza kiasi gani kwa kipindi cha mwaka 1998 hadi mwaka huu.